US opposition to this resolution. Taarifa ya leo ni kwamba Marekani ilipiga kura ya turufu dhidi ya rasimu ya azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililotaka kusitishwa kwa mapigano mara moja bila masharti ya kudumu kati ya Israel na wapiganaji wa Hamas huko Gaza, pamoja na kuruhusu misaada ipite bila vikwazo katika eneo hilo lenye vita. Nchi nyingine kumi na nne na wanachama wa Baraza walipiga kura na kuunga mkono azimio hilo, wakati ambapo mzozo wa kibinadamu unazidi kukithiri katika ukanda huo wa watu zaidi ya milioni mbili, njaa inakaribia, na misaada imekuwa finyu tangu Israel ilipoondoa marufuku ya wiki kumi na moja mwezi uliopita. Mwakilishi wa muda wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, Dorothy Shea, amesema kabla ya kura, Marekani imekuwa wazi, hatutakubali hatua yoyote isiyolaani na isiyotaka Hamas kusalimisha silaha na kuondoka Gaza, akiongeza kuwa azimio hilo lingeathiri juhudi za Marekani kusuluhisha mzozo huo. Kura hiyo ilikuja wakati ambapo Israel imeendelea na operesheni yake ya kijeshi huko Gaza baada ya kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano ya miezi miwili. Mwezi Machi, mamlaka ya afya ya Gaza zilisema mashambulizi ya Israel yaliua watu arobaini na tano wa siku ya Jumatano, huku Israel ikithibitisha askari mmoja kuuawa. Balozi wa Uingereza katika Umoja wa Mataifa, Barbara Woodward, amekosoa vikali maamuzi ya serikali ya Israel ya kupanua operesheni zake na kuzuia misaada ya kibinadamu ikiziita kuwa hazikubaliki hazina uwiano na ni kinyume na lengo hilo israeli imekataa miito ya kusitisha mapigano bila masharti ikisema hamasi haiwezi kubaki gaza balozi wa israeli katika umoja wa mataifa dani danon amewaambia wanachama waliounga mkono azimio hilo mmechagua kulegeza msimamo na kujisalimisha mmechagua njia isiyoelekea na amani bali kuelekea machafuko zaidi mwisho wa nukuu hamasi imelaani kura ya turufu ya marekani ikisema kuwa inaonesha upendeleo wa kipofu na utawala wa marekani kwa Israel. Azimio hilo lilitaka kuachiliwa mara moja kwa mateka wote walioko mikononi mwa Hamas na wengineo. Vita vya Gaza vilianza mwaka 2023 baada ya wapiganaji wa Hamas kuwaua watu 1200 nchini Israel mnamo Oktoba 7 na kuchukua mateka takribani watu 250, kwa mujibu wa takwimu za Israel. Wengi wao waliouawa na kutekwa walikuwa raia. Israel ilijibu kwa kampeni za kijeshi iliyosababisha vifo zaidi ya wa Wapalestina elfu hamsini na nne kwa mujibu wa mamlaka ya afya Gaza, ambazo zimesema raia wamekuwa waathirika wakubwa na miili mingine bado ipo chini ya vifusi. Chini ya shinikizo la kimataifa Israel iliruhusu misaada ya Umoja wa Mataifa kurejea Mei 19. Wiki moja baadaye, mfumo mpya wa usambazaji wa misaada ulianzishwa na Gaza Humanitarian Foundation inayoungwa mkono na Marekani na Israeli. Israel imekuwa ikitumu Hamas kuiba misaada, madai ambayo Hamas inakanusha. Israel na Marekani zinataka Umoja wa Mataifa kufanya kazi kupitia GHF ambayo inatumia kampuni binafsi za Marekani za ulinzi na usafirishaji na kusambaza misaada kwenye maeneo maalum yanayodaiwa kuwa ni salama. Shea ameliambia Baraza la Usalama nuku, hakuna mtu anayetaka kuona raia wa Kipalestina wakikosa chakula au maji Gaza, lakini akadai kuwa azimio hilo halitazingatia mapungufu makubwa ya mbinu za awali za utoaji misaada. Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada ya kimataifa wamekataa kushirikiana na GHF wakisema haiko huru, inasababisha misaada na inalazimisha uhamisho wa Palestina. Hakukuwa na mgao wote wa misaada siku ya Jumatano kutoka GHF kwani walikuwa wakishinikiza jeshi la Israel kuongeza usalama wa raia karibu na maeneo ya mgao baada ya tukio la mauaji la siku ya Jumanne. GHF imeiomba Israeli kuongoza watu kwa njia inayopunguza hatari ya mzozo, kutoa mwongozo bora kwa raia na kuwapa wanajeshi mafunzo juu ya usalama wa raia. Endelea ya kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali mbali, zinazohusiana na mzozo huo. Resolution to the vote now. <laughs>